Katika eneo la Sinde lakini pia na Isanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumejipanga pia kutekeleza mradi mwingine ndani ya muda mfupi ujao tunaoita mradi wa maji wa Itende ambao tunaenda kuchukua maji katika eneo la Nzove e, sambamba na pale ambapo wenzetu wa Tazara wanachukua maji kuhudumia maeneo yao ili mradi huu uweze kuhudumia eneo la Itende lakini pia uongeze maji katika eneo Raiwandi. Tunaenda kutekeleza mradi mwingine ndani ya miezi sita ijao unaotoa maji katika kijito kinachojulikana kama Sabiotusu ambacho kiko katika wilaya ya Mbeya, na mradi huu tumeubuni baada ya kuwa e, tumeshindwa kutekeleza ule mradi wetu wa Halinji. Kwa hiyo tumekuja sasa na mradi wa Sabiotusu ambao unaenda na wenyewe kuzalisha zaidi ya lita milioni 2.5 kwa siku ili uweze kuhudumia wananchi wanaokakaa katika eneo la Itezi Nsaraga Inoro lakini pia na Uyole. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayafanya hayo yote tukitambua kwamba huduma ya maji haisubiri. Pamoja na kwamba tuna mradi wa maji wa kimkakati wa Mto Kiwira, lakini watu wanapokosa maji na jamii kukosa maji wanaanza kuathirika papo kwa papo, ndio maana tumekuja na hii program ili tuitekeleze, wakati huo tukiendelea kusubiri kukamilishwa e, kwa mradi wetu wa kimkakati wa Mto Kiwira. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kukushukuru kwa kuweza kufika na kuweza kuzindua mradi huu. Lakini tuendelee kukuombea ili uweze kuwa na afya njema na kuhakikisha kwamba unaendelea kuhudumia jimbo la Mbeya na wanambea katika sekta mbalimbali za jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ameonyesha dhamira ya kweli lakini na kazi inafanyika na, na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unakwenda kufanyika katika kila kata. Lakini ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anafanya katika jiji letu la Mbeya. Miradi ni mingi katika maeneo mbalimbali, tumeboresha madarasa, tumejenga mahospitali, miradi katika jiji la Mbeya inakwenda. Lakini hii yote kwa sababu tunai connection nzuri kupitia kwako, Mheshimiwa Mbunge. Umekuwa mbunge wa mfano umekuwa mbunge ambaye kila mtanzania katika jimbo lote la Tanzania ukienda kugombea, mimi naamini unapita kwa asilimia mia moja. Kila mwananchi katika Tanzania hii anatamani ukawe mbunge wake, lakini hii neema imetushukia sisi wanambea, kwa lazima neema hii tuendelee kuitunza. Connection zako mheshimiwa huwa hazifeli, kila jambo ambalo linadhamiria kwa ajili ya wananchi wao, kwa jiji la Mbeya umekuwa unalisimamia na linakwenda kama vile ambavyo vinatakiwa na neema na baraka Mwenyezi Mungu inaendelea kushuka katika jiji la Mbeya. Mweshimua mbungu, mimi niendelee kukuombea Mwenyezi Mungu akupe afya njema akupe busara na hekima, lakini akupe na roho ya upendo ambayo unayo, basi Mwenyezi Mungu ajaze katika moyo wako uendelee kulitumikia jiji la Mbeya kasmi. Eh, kwa mara ya kwanza nimeona wananchi wamesherehekea Pasaka kwa kishindo hususani eh, Tulianza Ijumaa kuu ambako tulipokea mabomba mengi kwa ajili ya mradi wetu ule wa maji kutoka Kiwira, lakini kama haitoshi leo ulikuwa unagawa dawa pamoja na kuwaaga, uh, Bilal Muzli kwa ajili ya kuwahudumia na kuwafanyia operesheni zaidi ya wakazi mia tatu wa jiji hili, lakini bado siku inaendelea <laughs> sasa tumekuja kuzindua tena mradi wa maji jamani. Mbeya, tunataka nini? Dunia la chawa e! Mbeya oye! Dokta Tulia oye! Dokta... umeanzia kule jii kwetu a ujaja, lakini sasa kimekuja kisima ambacho kinamaliza kabisa tatizo la maji kwenye kata yetu ya Mwasekwa mitaa yote, yani wote, maji yatatufikia majumbani kwetu. Mwasekwa oye! Hey. Kwa hivyo nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana ndugu zetu wa mamlaka ya maji Mbeya, mnafanya kazi nzuri sana hapa. Mkurugenzi wetu mkuu amesema kwa kifupi, lakini ukweli ni kwamba iko miradi mingi sana ambayo inaendeshwa, lakini pia ambayo inaanzishwa na mamlaka yetu ya maji, ili kuhakikisha wana Mbeya mjini tunapata maji ya kutosha, tunapata maji safi kabisa. Kwa hivyo, ninawapongeza sana mamlaka yetu ya maji kwa ubunifu kujali udogo wa wa hicho chanzo mnaangalia namna ya kukiboresha, ili mambo ya watu wa wana Mbeya mjini ili uhitaji wa maji wa wana Mbeya mjini uendelee kupungua kwa kadri muda unavyoenda. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana wenzetu wa mamlaka ya maji mkiongozwa na Kayange. Jamani, makofi kwa mamlaka yetu ya maji ni kwamba changamoto ya maji Mbeya mjini bado ipo kwenye baadhi ya maeneo, japokuwa tunao mradi mkubwa wa Kiwira ule ambao tumeletewa zaidi ya bilioni 119, na juzi tu tumetoka kupokea pale kwa niaba yenu, jamani wananchi wa Mwasekwa, mii simwakilishi wenu, na kule jamani niliwawakilisha kupokea wale mabomba makubwa, wale mabomba hadi mimi naweza kuingia mle ndani nikasimama, kwa ajili ya kuleta maji hapa Mbeya mjini. kwa hiyo ule lakini wenzetu hao wanaendeleza ubunifu ili wakati tunausubiri mradi, na sisi tuendelee kuhudumiwa kwa maji. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi mkubwa wa Kibira, ambao ndugu zangu wana Mwasekwa na, na maeneo mengine ambayo wameyataja hapa mkurugenzi mkuu, ambao yanahitaji maji yote, anaenda kumaliza tatizo hilo la maji. Lakini pia hata hii miradi midogo midogo inayoendelea Kubuniwa nayo ni kwa ajili ya kuhakikisha Mbeya mjini tunapata maji ya kutosheleza. Kwa hiyo hata sisi wana Mwasekwa pamoja tuna tunacho tunachoiti kisima hiki kinao uwezo wa kuzalisha lita zaidi ya laki saba kwa siku, ambayo kwa idadi yetu tulioko hapa sisi wana Mwasekwa kwa kata nzima tuna uwezo wa kupata maji haya kwa saa sasa 20 ishirini na nne. Sasa kwa kusema hayo, ndugu zangu, ni waombe tuendelee kuboresha, lakini pia tuendelee kutunza vyanzo vyetu vya, vya maji ni muhimu sana. Kwa nini? Kwa sasa hizi lita laki saba zinatutosha hapa kata yetu ya Mwasekwa na mitaa yetu yote kwa idadi ya watu tuliopo, lakini sisi wana Mwasekwa tunaendelea kuongezeka, maana yake mahitaji yetu ya maji yatakuwa makubwa, sawa? Mradi ule wa Kiwira utakuja kukuta baadaye lazima vyanzo vyetu vya maji viendelee kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu idadi inaongezeka. Kwa hiyo hata ule mradi wetu mkubwa wa Kiwira utakapokamilika, utakapoleta hizo lita zaidi ya milioni mia moja huko inaleta, lakini hata hizo baadaye, kwa kadri tunavyoongezeka, zinaweza zisitoshelezwa. Kwa hiyo vile vyanzo vyetu tulivyo navyo hapa tuvilinde, kwa sababu sisi kwa tuko mlimani, kwa hiyo maji mengi yanaanzia huku kwetu. Kwa hiyo niwaombe